Habari, tumerejia. Tuangazie tukio la uharifu kule mkoani Tanga. Imeelezwa polisi mkoani humo imefanikiwa kukamata bunduki ya pili aina ya SMG iliyokuwa imeporwa kutoka kwa askari polisi waliokuwa doria barabara ya nne na ya tano katika jiji hilo la Tanga. Polisi pia inamshikilia mtuhumiwa anayedaiwa kushiriki katika uporaji wa silaha hiyo na kuificha katika mapango ya Amboni walipokuwa wameweka kambi kwa ajili ya kufanya matukio mbalimbali ya uhalifu. Tupate taarifa kamili, na Mbonea Herman. ilikuwa na risasi 30 lakini kutokana na hali tuliyoenda ku, ku, ku, kupata pangoni tumekuta kwamba silaha moja ndio ile iliyotumika. Kaimu Kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, Juma Ndaki, akiwa na waandishi wa habari ofisini kwake akitoa taarifa ya kukamatwa kwa mhalifu aliyetumiwa kupora askari silaha kwa lengo la kuitumia kwenye matukio ya kijambazi daki anasema kukamatwa kwa silaha hiyo kunatokana na ushirikiano wa raia wema waliomtilia shaka mtuhumiwa na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, taarifa ambazo zilisababisha mtuhumiwa kuwapeleka hadi walipokuwa wameficha silaha hiyo ikiwa na panga pamoja na mabomu yaliyokuwa yametengenezwa kienyeji. Baada ya kuhojiwa, mtuhumiwa huyo alikiri kushiriki katika tukio hilo la kupora silaha na pia ni miongoni mwa majambazi walio alikuwa kwenye mapango ya Mleni akiwa na wenzake watatu waliokuwa wa mwisho kutoka mapangoni. Mtuhumiwa alikili uwepo kwa bunduki moja walioificha ndani ya pango la Amboni. Aisa Kamandaki amewaambia waandishi wa habari wa silaha hiyo ilikutwa ikiwa na risasi 29 walipofika eneo hilo Mtuhumiwa huyo aliwaonyesha bunduki moja ya aina ya SMG yenye namba za usajili namba yenye namba 14 30 35 45 ikiwa na risasi 29 ikiwa miongoni mwa bunduki walizoporwa walizo, walizo walizo askari wetu. Hata hivyo, kamanandaki amesema silaha ya kwanza iliyopatikana ndiyo ambayo majambazi hayo yalitumia katika zoezi la kurushiana risasi na jeshi la polisi katika mapango ya mboni walipokuwa wamejificha. Kupatikana kwa silaha hiyo kunafanya silaha zote mbili zilizoporwa kupatikana. Aidha, mtuhumiwa anashikiliwa na polisi huku jitihada za kuwatafuta watumia wengine zinaendelea. Kukamatwa kwa bunduki hiyo kunafanya kukamilisha zoezi la kutafuta bunduki mbili zilizoporwa kwa askari polisi katika maeneo ya barabara ya nne na barabara ya tano jijini Tanga. Mbone ya Herman Star TV.